waishara Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua pale ambapo mwanadamu anakuwa amempokea Yesu Kristo, huwa abaki kama alivyokuwa mwanzo. Huwa kunakuwa kuna amani ambayo hajawahi iona huyo mwanadamu toka azaliwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Huwa anaiona amani ambayo hajawahi kuiona toka mwanadamu huyo azaliwe hivyo. Hiyo ni ishara mojawapo ambayo inakuwa inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu wa ishara ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni kwa nini basi ishara hizo zinakuwa zinaonekana? Ni kwa sababu ishara hizo hazijaanza leo. Ishara hizo zimeanza toka kipindi cha makuani na kipindi cha manabii na mitume. Mpaka leo hizo ndizo ambazo zinatumika mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunakumbuka katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa tano kinamuelezea kuani mmoja ambaye alikuwa anaitwa Zakaria kwamba kuna kipindi ambacho alikuwa akielekea kutoa sadaka Mungu, akamtuma malaika ambaye huyo ni malaika Gabriel, malaika wa taifa kwenda kwa kuani Zakaria. Tunakumbuka kipindi hicho cha mfalme Elode, walikuwa makuani wakipeana zamu ya kwenda kutoa sadaka ya uvumba. Ina maana kulikuwa kuna kula ambazo zinapigwa, kwamba kula ikimwangukia kuani fulani, ndio huyo ambaye anaingia katika kumtolea Mungu hiyo sadaka. hivyo kula ilimwangukia huyu kuani Zakaria ambaye kuani Zakaria alikuwa anamke anamke ambaye alikuwa anaitwa Elisabeti. Huyu Elisabeti alikuwa azai yaani kwamba alikuwa ni tasa. Baada ya, baada ya Zakaria kuingia katika kumtolea Mungu sadaka za uvumba, alipokuwa anaendelea kutoa sadaka za uvumba alitokewa na malaika Gabrieli. Baada ya kutokewa na malaika Gabrieli, kuani alivyoweka hofu. Malaika Gabrieli alimwambia usiogope, mimi ni malaika ninayekaa mbele za Mungu, nimetumwa na Mungu kuupa taarifa kwamba mke wako atapata mimba, naye atazaa mtoto ambaye ataitwa jina lake Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunakumbuka pale ambapo malaika alimaliza kumpa ujumbe kuani Zakaria alielekea Galilaya mji uitwao Nazareti, ambapo pale kulikuwa kuna bikira ambaye alikuwa anaitwa Bikira Maria. Bwana Yesu asifiwe. Tena alipofika kule, alimpa taarifa kwamba, salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote na watumbo lako amebarikiwa. Akashangaa, salamu hii ni salamu ya namna gani? Ndipo malaika Gabrieli aliendelea kumuelezea, ndipo alipopokea kichanga, kiliruka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kichanga kuruka ndani yake, huyu Mariam alienda kumtembelea Elisabeti. Baada ya kuenda kumtembelea Elisabeti, kuna salamu ambayo aliitoa, kuna salamu ambayo aliitoa akampa Elisabeti. Elisabethi alipopokea ile salamu ndipo kichanga kililuka ndani ya tumbo lake. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana hizi ni ishara za ajabu kupitia Roho Mtakatifu. Ina maana tunaangalia, malaika Gabrieli alianza kupitia kwa kuwani Zakaria, lakini alipopitia huko, ina maana mimba bado ilikuwa bado ijatungwa, alipotoa hiyo taarifa lakini alipokuja kwa Mariamu mimba ilitungwa kwa Mariam, ambapo mimba ilipotungwa ndipo Mariam. Mariam alienda kwa Elisabethi, alipompa taarifa ndipo hiyo mimba ya Yohana, mimba ya Yohana ikawa imetungwa kupitia ile salamu kutoka kwa Mariamu. Ina maana ile salamu ya Mariamu ni roho alisi ambayo ilikuwa anasema ndani ya Mariamu. Bwana Yesu asifiwe tena, hivyo tunaangalia Yohana ni wa kwanza kuzaliwa lakini ni wa mwisho katika ufalme wa Mungu. Ina maana Yesu Kristo ndiyo wa kwanza katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, Mwenyezi Mungu ni Mungu wa ishara za ajabu, ni Mungu wa ishara za ajabu. Tukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya saba mstari wa kumi na nne kinasema kwamba kinasema kwamba kwa maana kwa, kinasema kwamba kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye ataitwa jina lake Immanueli. Bwana Yesu asifiwe tena Inasema kwamba tazama, Bwana mwenyewe atawapa ishara kwamba mtoto atazaliwa mtoto, kwamba inasema kwamba bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume, jina lake Emanueli. Tunatambua kwamba Emanueli ni Mungu pamoja nasi, na maana Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Yesu Kristo ambapo anakuwa ameingia ndani ya mwanadamu, huwa ana huwa anatengeneza ishara kwa mwanadamu, na hizo ishara huwa zinaonekana pale ambapo mwanadamu anakuwa anaamini, pale ambapo mwanadamu anakuwa anaamini. Na maana pale inapotokea misukosuko mbalimbali, unapoweka imani ya Yesu Kristo, Mungu anakuonyesha ishara ya ushindi, pale ambapo unashinda tayari, hiyo ndio ishara. Tunakumbuka kwamba kuna kipindi Yesu Kristo alipanda kwenye mashua, hiyo mashua ikatokea mbele kama kuna, mafu, ma, kuna kuna ile tsunami imetokea ndio kuwazamisha pamoja na wale wanafunzi. Yesu akiwa amelala mle ndani, waliweka hofu, wakawa wanamuamsha kitu ambacho aliwaambia, aliwaambia, imani yenu iko wapi? Kwa sababu Yesu mnaye ndani yenu, lakini mnashindwa kutuliza hayo mawimbi. Bwana Yesu asifiwe! Tena hivyo pale ambapo tunakuwa tumempokea Yesu Kristo, kuna majaribu ambayo waga yanakuja, shetani kwa anataka amwangushe mwanadamu. Unakuta kuna nguvu za giza zinakuja, kuna mambo fulani magumu magumu yanakuja, kuna vitu vya ajabu ajabu vinakuja. Hivyo Mwenyezi Mungu anataka umtumie yeye aliye ali, ali ndani yako ili aweze ya ku, kuvinyamazisha hivyo vita, akuonyeshe ishara wewe ambayo umekusha kumpokea ndani yako Yeah, cool. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika ishara ambazo Mwenyezi Mungu anakuwa anazionyesha anazionyesha pale tu ambapo wewe unakuwa umekwisha kuamini. Ina maana likitokea jambo kubwa ambalo unaona kabisa ili kibinadamu aliwezekani, ina maana kwa Mungu linawezekana. Anakuambia kabisa inatakiwa utumie imani ya Yesu Kristo ili uweze kupita na kushinda hapo. Ina maana ukipita hapo ukimwita uki, uki, uki Yesu Kristo, yeye atakushindia atakushindi. Kuonyeshea ishara, ina maana wewe ambaye uzai, wewe ambaye uzai, wewe ni tasa, ukimwamini Yesu Kristo atakuonyesha ishara kupitia hiyo imani ambayo umekwisha kuiamini. Ina maana inategemea wewe umeamini vipi. Jambo jingine, wewe ambaye unataka kazi au unataka ndoa, Mwenyezi Mungu anataka uamini, akuonyeshe hiyo ishara, akuonyeshe hiyo ishara mbele ya hiyo ndoa na pia kazi ambayo unakwisha kuitaka, uu ambao unataka biashara yako ikue, katika imani ya Yesu Kristo, amini, atakuonyesha ishara, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Mungu wa ishara za ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Usiangaike na hofu, usiangaike na wanadamu, usiangaike na waganga wa kienyeji, usiangaike na hofu iliyo ndani yako. Angaika na Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kwa sababu gani? Ishara alizoanza kuzionyesha toka kipindi cha makuani na mitume ni ishara za ajabu za kumshindia mwanadamu, za kumshindia mwanadamu pale tu ambapo anakuwa ameweka imani. Hivyo basi Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu imani, kwa sababu gani? Mwanadamu pale ambapo anakuwa amekosa imani anakuwa aamini kwamba Mungu anaweza kufanya. Ina maana ukimwamini Mungu kupitia Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hakuna neno gumu ambalo litashindikana ndani yake. Ina maana Mwenyezi Mungu anataka wale watu ambao wanaamini katika imani halisi, imani ya Yesu Kristo, imani isiyo na kusitasita, yani kwamba Inatakiwa, unatakiwa wewe kama wewe mwili wako usiusikilize, bali uusikilize roho wa Mungu. kuna namna ambavyo uh, kuna namna ambavyo Ibrahimu aliaidiwa na Mungu ye, ye, ye Ibrahim, kitu ambacho alikifanya aliuangalia mwili wake ulio dhaifu, akaachana na ule mwili akaenda katika roho. Ina maana hata Yesu Kristo mwenyewe pale ambapo alikwisha kubatizwa, tunaangalia kuna ishara ambayo ilitokea. Roho wa Mungu alitua juu yake, na maana amfate huyo anasi kufuata mwili. Ina maana ukifuata mwili, ndugu yangu, hauwezi ukaweza lolote. Hebu tunaangalia katika wazee ambao wameshinda imani, tunaangalia huyo Ibrahimu, yeye aliishi katika roho wa Mungu. Ina maana katika kumfata roho wa Mungu, ina maana akiweza kufanikiwa mambo yote. Na Yesu Kristo akashinda ulimwengu kwa sababu alimsikiliza huyo roho ambayo alitua juu yake. Ina maana kuna muda mwili unakataa, unasema mwili na roho huwa vinapingana, yaani kwamba mwili unakataa kwamba hichi kitu hakiwezekana, lakini roho ipo lazi. Ina maana mtumishi wa Mungu usisikilize sana yale matakwa ya mwili, kwa sababu mwili upo kumvuta mwanadamu ashindwe, mwili upo kumvuta mwanadamu ashindwe, lakini roho ipo kumshindania mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunatambua kila mwanadamu ana roho. Ina maana hiyo roho ukielekezea kwa Mungu kupitia Yesu Kristo kutokao kuna upatanisho kati ya Roho Mtakatifu na roho aliyo ali ndani ya mwanadamu. Ina maana hauwezi ukashindwa. Huwezi ukashindwa kufanyiwa kitu chochote ndani ya Yesu Kristo kwa sababu roho aliye ndani yetu ndiye Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema, Mwenyezi Mungu awarinde wote.